Wakati mvua kubwa ilinyesha usiku mmoja mjini Nairobi, watu wote walikimbilia kujikinga, lakini pale kona ya barabara kulikuwa na mwanamke mmoja ombaomba akitetemeka kwenye baridi, akiwa amefunikwa na shuka chakavu. Watu walimkanyaga, wengine walimpita bila hata kumwangalia, lakini ghafla gari la kifahari liliwasimama mbele yake. Ndani yake alikuwamo bilionea tajiri sana wa jiji hili, na hatua aliyoichukua mbele ya kila mtu iliwashangaza wote. Hii ndiyo hadithi ya kweli yenye funzo kubwa la maisha. Rafiki yangu mtazamaji, kabla hatujaendelea na simulizi hii ya kusisimua, na kukumbusha jambo moja dogo. Ikiwa tayari unafurahia hadithi hii, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe, na pia like video hii, ili watu wengine wengi zaidi wapate hadithi kama hii. Maoni yako pia ni muhimu sana, niambie unafikiri nini kuhusu bilionea huyu na hatua yake kwa mwanamke ombaomba. Hebu tuendelee na simulizi. Mvua ilikuwa inanyesha kwa nguvu jijini Nairobi. Mtaa wa Moi Avenue ulikuwa umejaa watu waliokuwa wakikimbia huku na kule, wengine wakijificha chini ya vibanda, wengine wakijifunika kwa magazeti, na wengine wakinunua miavuli ya bei rahisi kujiokoa na mvua isiyokuwa na huruma. Katikati ya barabara hiyo yenye makelele, kulikuwa na mwanamke mmoja aliyekaa pembeni ya duka lililokuwa limefungwa. Mwanamke huyo alikuwa na mwili mdogo, amejifunika kwa shuka iliyochakaa, na mbele yake kulikuwa na kikopo cha plastiki kilichokuwa kimejaa maji ya mvua. Watu walipita tu wakimkanyaga maji karibu naye bila kujali. Alikuwa ni ombaomba, mtu ambaye jamii nzima haikumwona kama binadamu tena, bali kama kivuli cha maisha kilichosahaulika. Jina lake lilikuwa Amina. Macho yake yalikuwa mekundu kwa baridi na njaa, lakini ndani yake kulikuwa na hadithi kubwa zaidi kuliko mtu yoyote angeweza kufikiria. Wakati huo, gari jeupe la kifahari aina ya Range Rover Velar lilisimama pembeni ya barabara. Lilikuwa gari la daraja la juu lililong'aa hata katikati ya mvua. Kutoka ndani alishuka mwanaume mrefu mwenye suti nyeusi ya gharama na viatu vilivyong'aa. Alikuwa ni Moses Mwangi, mmoja wa mabilionea wachache nchini, mmiliki wa kampuni kubwa za ujenzi na uwekezaji. Moses hakukuwa mtu wa kawaida, alikuwa anaheshimika kote nchini, lakini pia alikuwa na moyo wa kipekee, moyo wa kuona mbali kuliko pesa na biashara. Alipomkaribia duka, macho yake yaliangukia kwa Amina. Watu wengi walipita bila hata kumwangalia, lakini yeye alisimama. Moses akainama kidogo, akasema kwa sauti yenye upole, mama, mbona unakaa hapa katikati ya mvua? Hujafikiria kutafuta sehemu ya kujistiri? Amina akamwangalia, macho yake yakiwa yamejaa machozi yaliyokuwa yakichanganyika na mvua. Bwana wangu, sehemu ya kujistiri sina, nimekuwa hapa kwa siku tatu sasa, njaa imenikula na sina pa kwenda hata watu nikijaribu kuwaomba msaada wananitazama kama si kitu. Wewe ni mtu wa kwanza kunisemeza kwa heshima. Moses alinyamaza kwa sekunde kadhaa, akatazama kikopo cha plastiki kilichojaa maji badala ya hela. Aliona mikono ya Amina ikiwa imekauka na vidole vikiwa na nyufa za baridi. Moyoni mwake aligundua kuwa huyu hakuwa mtu wa kawaida. Akamshika mkono polepole pole, na akasema simama mama, usikae hapa tena Kuanzia leo maisha yako yanabadilika. Watu waliokuwa karibu walianza kutazama, mmiliki wa Range Rover akisaidia ombaomba. Wengine walicheka kwa dharau, wengine walipiga simu kwa haraka kuandika kwenye WhatsApp status zao, lakini Moses hakujali, aliingiza Amina ndani ya gari lake. Safari ndani ya gari ilikuwa ya kimya kwa dakika chache. Amina hakuamini kinachoendelea, kila sekunde aliangalia viti vya ngozi harufu ya gari jipya na kioo cha nyuma kilichoonyesha taa za magari. Bwana, usinilete mahali pa hatari tafadhali, mimi ni mwanamke maskini, sina hata kitu cha maana, sitaki kusababisha matatizo. Moses akatabasamu akamgeukia, mama, usiogope, mimi ni mtu wa familia. Unajua mimi ni nani? Amina akatikisa kichwa. Jina langu ni Moses Mwangi mimi ni mfanyabiashara na leo Mungu amenionyesha wewe. Sitakuacha uteseke tena. Nataka kwanza nikulete sehemu salama, upate chakula, uoshe mwili wako na uvae nguo safi, kisha utanisimulia hadithi yako. Amina alishindwa kuzuia machozi, alijifunika uso wake akalia kimya kimya. Gari likaingia kwenye hoteli ya kifahari iliyoko Westlands. walinzi waliposhuhudia walishangaa. Mabilionea walikuwa wakiingia na wake zao au marafiki wa kibiashara, si ombaomba wa barabarani. Lakini walipoona ni Moses mwenyewe, hakuna aliyethubutu kuuliza swali. Amina alipelekwa chumbani. Hoteli ilitoa huduma ya haraka: chakula cha moto, maji ya kuoga na mavazi mapya yaliyotolewa moja kwa moja dukani. Moses alikaa sebuleni ya chumba huku akisubiri. Baada ya muda, Amina alitoka bafuni akiwa amevaa gauni safi la bluu nywele zake zikiwa safi, uso wake uking'aa. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, alijisikia kama binadamu tena. Moses akamuuliza kwa upole, Moses sasa niambie mama, nini kilikufikisha pale barabarani? Ni wapi familia yako? Amina akavuta pumzi ndefu, macho yake yakijaa huzuni. Nilikuwa na maisha mazuri zamani, nilikuwa mwalimu wa shule ya msingi kule Kisumu niliolewa nikapata watoto wawili, lakini mambo yalianza kubadilika. Amina alipoketi kwenye kochi la hoteli, mikono yake ikitetemeka, machozi yakitiririka, alianza kusimulia hadithi yake kwa sauti ya huzuni iliyokuwa ikikatika katikati ya maneno. Bwana Moses, kuna mambo nimebeba moyoni kwa muda mrefu, na sijawahi kupata mtu wa kuyasemea. Labda leo ni siku yangu ya mwisho ya kubaki kimya. Miaka kumi na tano iliyopita, Amina hakuwa ombaomba. Alikuwa mwalimu wa Amina, mwalimu wa somo la Kiswahili katika shule ya msingi huko Kisumu. Alijulikana kwa nidhamu yake, ucheshi wake darasani na moyo wa upendo kwa watoto. Wanafunzi walimpenda, wazazi walimheshimu. Aliolewa na kijana aliyekuwa dereva wa kampuni ya mabasi aitwaye Hasani. Wawili hao walibarikiwa watoto wawili, msichana Saida na mvulana Juma. Maisha yao yalikuwa ya kawaida, lakini yenye furaha walikuwa wanaishi kwenye nyumba ndogo ya kupangisha, wakikula chakula cha kawaida, lakini furaha yao ilikuwa tele. Lakini maisha yalianza kubadilika pale Hassan alipoanza kutumia pombe kupita kiasi. Kila usiku alianza kuchelewa kurudi, mishahara ikaanza kupotea kwenye madeni ya kamari na pombe. Amina, kwa mshahara mdogo wa ualimu, alijikuta akibeba mzigo wa familia. nilipambana sana, nilihangaika kuhakikisha watoto wanakula, wanavaa sare na wanaenda shule lakini mapambano yangu hayakumfanya mume wangu abadili njia. Baada ya miaka michache, Hasani aliugua kutokana na matumizi mabaya ya pombe. Alifariki ghafla akiwaacha Amina na watoto wawili. Hali ya kifedha ilizidi kuwa mbaya, mshahara wa Amina ulikuwa mdogo, lakini bado alipambana. Aliendelea kufundisha na wakati huo huo aliuza maandazi jioni ili kuwalisha watoto wake. Lakini mkasa mkubwa ulitokea: shambulizi la moto katika nyumba waliokuwa wamepanga. Moto uliteketeza kila kitu, nguo, vyombo, vitabu vya watoto na sehemu yao ya maisha. Waliokoka kwa miujiza, lakini walibaki wakiwa hawana chochote. Baada ya ajali hiyo, Amina aliingia kwenye madeni. Alikopa pesa kwa marafiki, kwa benki na hata kwa watu wa mitaani. Aliamini atarudisha polepole pole, lakini mshahara wake haukutosha Hatimaye alilazimika kuacha kazi ya ualimu baada ya kuugua maradhi ya muda mrefu yaliyomsumbua kwa miezi mingi. Shule ilimwachisha kazi, na hapo ndipo maisha yake yalipoanza kuporomoka kabisa. Watoto wake Saida na Juma walihangaika naye kwa muda, lakini marafiki na jamaa walipoanza kumtenga kwa madai kuwa ni mzigo, Amina alijikuta peke yake. Watoto wake walipelekwa kuishi na shangazi yao mjini Nakuru. Amina asiye na makazi wala kazi alianza kulala mitaani. Mvua baridi na njaa vikawa marafiki zake wapya. Aliomba chakula, akaomba pesa, mara nyingi akidharauliwa na kupigwa. Wakati mwingine watu walimrushia mawe, wakimfukuza kwenye maduka. Siku moja nililala chini ya daraja, mvua imenyesha usiku kucha. Nilijifunika kwa gunia, nilihisi kifo kimenijia, lakini moyo wangu haukufa. Nilijiambia labda kuna siku moja mtu ataniona lakini miaka ikapita hakuna aliyetazama tena upande wangu Moses alikuwa amekaa kimya macho yake yakimwangalia Amina kwa mshangao mkubwa hakuwahi kufikiria kuwa mwanamke mnyonge aliyeokota kwenye mvua alikuwa na historia kubwa kiasi hicho mama umebeba maumivu makubwa mno lakini nakwambia mateso yako hayaishii hapa nitahakikisha unapata heshima yako tena Amina akatikisa kichwa huku machozi yakimtiririka lakini Bwana Moses, mimi ni nani tena? Sura yangu imezeeka, sina tena uwezo wa kufanya kazi, sina mali wala elimu ya kisasa. Nitakuwa mzigo kwako. Moses akasogea karibu, akasema kwa sauti ya kipekee, mama, mimi nilipoteza mama yangu nikiwa mdogo sana. Kila siku nilitamani ningeweza kumsaidia kama alivyokuwa akihangaika. Leo Mungu ameniletea wewe, sitakuchukulia kama mzigo, nitakuchukulia kama mama. Amina alifunika uso wake kwa mikono akalia kwa uchungu na furaha kwa pamoja. Kesho yake asubuhi ya Moses alimpeleka Amina hospitali kubwa ya Nairobi kwa ukaguzi wa afya. Vipimo vilifanywa na ilionekana alikuwa na upungufu mkubwa wa damu na utapiamlo mlo, lakini madaktari walimwambia Moses kwamba afya yake ingeimarika kwa lishe bora na matibabu ya muda mfupi. Baada ya hapo, Moses alimpeleka Amina kwenye moja ya nyumba zake kubwa zilizopo Karen. Alimpa chumba kizuri chenye kitanda cha kifahari, nguo mpya na mfanyakazi maalumu wa kumsaidia. Wafanyakazi wa Moses walishangaa, wengine walinong'ona kwa dharau, huyu mzee amemleta ombaomba nyumbani kwetu, ataleta aibu. Lakini Moses hakusikia kelele hizo, aliamini ndani ya moyo wake kwamba huu ulikuwa mpango wa Mungu. Siku ya kwanza Amina alipofika nyumbani kwa Moses, mambo hayakuwa mepesi. Nyumba ya Moses ilikuwa na wafanyakazi wengi: wapishi, wasaidizi, walinzi na wasafishaji. Wengi walishangazwa kuona mwanamke aliyeonekana kama ombaomba akikaa chumba kizuri akihudumiwa kana kwamba ni mtu wa heshima. Wengine walinong'ona korido. Mfanyakazi mmoja aliuliza, sasa hivi tunaishi na ombaomba omba? Bosi wetu amepoteza akili. Mwenzake naye akasema, labda ni mpango wake wa kisiasa au anatafuta umaarufu. Huyu mama hata dumu. Lakini Moses hakuruhusu mtu yoyote amnyanyase Amina. Aliwaambia kwa sauti thabiti wakati wa mkutano wa wafanyakazi, kuanzia leo mama huyu atahesabiwa kama sehemu ya familia yangu. Nani atakaye dharau au kumkosea heshima ajue amekosea mimi binafsi. Wote walinyamaza, walijua Moses hakuwa mtu wa mzaha. Wiki zilipita, Amina alianza kupata afya nzuri uso wake ukaanza kung'aa, mwili wake ukapata nguvu, na hata alirudia tabasamu alilokuwa amelipoteza kwa miaka. Moses alimnunulia nguo nzuri, alimpangia ratiba ya matibabu, na hata alimwajiri daktari wa nyumbani kumfuatilia. Wakati mwingine, Moses alikaa naye kwenye bustani kubwa ya nyumba yake, wakinywa chai ya asubuhi. Mama, kuna ndoto bado unayo moyoni ambayo hukuwahi kutimiza? Amina alisema kwa sauti ya huzuni, ndoto yangu ilikuwa kuona watoto wangu wakisoma kupata maisha mazuri kuliko yangu. Nilihangaika sana kwa ajili yao. Lakini sasa sijui wako wapi. Nilipoteza mawasiliano baada ya shida zangu kunizidi. Moses akamshika mkono na kusema kwa sauti ya uhakika. Nitawatafuta. Nitahakikisha unawaona tena. Baada ya siku chache, Moses alileta mpelelezi binafsi kuanza kutafuta Saida na Juma, watoto wa Amina. Miezi mingi ya uchunguzi ilianza, lakini wakati huo huo, Amina alimfichulia Moses siri kubwa ambayo hakuwahi kuisema hadharani. Usiku mmoja walipokuwa wameketi sebule, Amina akasema kwa sauti ya kutetemeka: Bwana Moses, kuna jambo moja sijakwambia. Mtoto wangu wa kwanza, Saida, hakubaki na shangazi yake kama nilivyodhani. Niliposumbuliwa na madeni, nililazimika kumwachia familia ya mtu tajiri aliyeniambia atanisaidia. Lakini baada ya muda nilipojaribu kumtafuta, hawakutaka kuniambia alipo. Nilihisi walimnyang'anya kabisa kutoka kwangu. Moses alishtuka. Unamaanisha ulimkabidhi mtoto wako kwa familia ya watu wenye mali bila mkataba wowote? Amina akiwa analia alisema, nilikuwa nimekata tamaa, nilihofia asije akakufa kwa njaa. Nilidhani nitapata muda wa kumtafuta tena, lakini maisha yalinizidi hadi leo sijui yuko hai au la. Moses alinyamaza kwa muda mrefu. Hii ilikuwa siri nzito. Aliapa moyoni mwake kwamba ataifuatilia. Lakini huku Amina akianza kupata amani, fitna zilianza kuibuka nyumbani. Wafanyakazi wawili walijaribu kumlagai, wakidhani hana akili ya kutambua vitu vya thamani. Walimnyang'anya simu ndogo aliyokuwa amepewa na Moses ili awasiliane naye, lakini Moses alipogundua, aliwaondoa mara moja. Nilisema, mama huyu ni familia yangu, hamtamchezea. Moses hakuwa tu anamhifadhi Amina, alikuwa amekwisha panga jambo kubwa. Alikusudia kumrudishia heshima yake mbele ya jamii. Akamwambia, mama, kuna kitu nataka ufahamu. Kampuni yangu inajiandaa kuzindua mradi mpya mkubwa wa kusaidia wajane na yatima nchini. Nataka wewe uwe msemaji rasmi wa mradi huu. Utakuwa tena ombaomba omba Bali utasimama mbele ya taifa kama mfano wa matumaini. Amina alishtuka. Mimi, lakini nani atanisikiliza? Mimi siyo mtu wa maana tena. Wewe ni mtu wa maana zaidi. Wewe ni sauti ya wale ambao jamii imesahau. Watu watakusikiliza kwa sababu umetoka shimoni hadi umesimama tena. Amina alibaki akilia. Haamini mtu angeweza kumthamini kiasi hicho. Mpelelezi binafsi wa Moses alifanya kazi usiku na mchana. Baada ya wiki kadhaa, taarifa zikapatikana. Juma, mtoto wa kiume, alikuwa mwanafunzi wa chuo kikuu Nairobi, akijilipia kwa kazi za vibarua. Saida, binti wa kwanza, kweli alikuwa amepelekwa kwa familia tajiri jijini Mombasa. Familia hiyo ilikuwa imemlea kama binti yao, lakini walikuwa wamemficha historia yake. Moses alipokea taarifa hizo kwa mshtuko na furaha akajua wakati umefika wa kuunganisha familia. Moses alimpeleka Amina chuo kikuu bila kumwambia moja kwa moja. Walipofika, Amina aliona kijana akitembea na vitabu mkononi. Uso wake ulikuwa umebadilika kwa miaka mingi, lakini macho yake yalikuwa yale yale. Amina alipiga kelele kwa sauti ya kutetemeka, Juma mwanangu! Juma aligeuka akashangaa, kuona mwanamke aliyedhani amempoteza milele. Alipomtazama vizuri macho yake yakajaa machozi. Mama, wewe ndiye kweli? Walishikana kwa nguvu, wakalia mbele ya wanafunzi waliokuwa wakitazama kwa mshangao. Moses alisimama pembeni akitabasamu. Safari ya pili ilikuwa Mombasa. Moses alienda moja kwa moja kwenye nyumba ya familia tajiri waliokuwa wamemchukua Saida. Awali walikana kumjua, lakini baada ya Moses kuonyesha nyaraka na picha za zamani, walikubali. Saida aliletwa sebuleni. Alikuwa msichana mrembo mwenye mavazi ya kifahari, lakini ndani ya moyo wake alikuwa hajui historia yake ya kweli. Amina alipoingia, moyo wake ulikuwa unadunda. Saida, mimi ndiye mama yako. Saida alishtuka, macho yake yalijaa machozi ya hofu na mshangao. Familia aliyokuwa akiishi nayo ilijaribu kumzuia, lakini amina akatoa ushahidi: picha za kuzaliwa cheti cha kuzaliwa kilichopatikana kupitia mpelelezi na kumbukumbu za jina lake la kuzaliwa. Hatimaye Saida akalia na kumkumbatia mama yake. Nilihisi kila mara kuna kitu kimepotea ndani yangu, sasa najua ukweli. Miezi michache baadaye Moses alizindua mradi wake mkubwa wa kusaidia wajane na yatima. Kwenye ukumbi uliojaa mamia ya watu na vyombo vya habari, Amina alisimama jukwaani, alikuwa amevaa vazi la heshima sura yake ikiwa na tabasamu jipya. Kwa sauti thabiti akasema, miaka mingi nilipoteza kila kitu: familia, kazi, heshima, hata tumaini. Nililala mitaani nikidharauliwa na kupuuzwa, lakini siku moja mvua ilinyesha, na mwanaume mmoja alisimama na kuniona. Alinipa nafasi ya pili ya kuishi. Ninataka kuwaambia kitu kimoja: hakuna mwanadamu asiye na thamani. Wale mnaowapita barabarani mkiwaona ni ombaomba, mnaweza kushangaa, ndani yao kuna hadithi kubwa, kuna moyo unaolia, kuna roho inayosubiri mtu mmoja tu amuone. Ukumbi mzima ulikuwa kimya, watu wakilia kwa kuguswa. Vyombo vya habari vilimshika Amina kama mfano wa matumaini. Amina alihama rasmi kwenye maisha ya mitaani, alipata nafasi mpya kama mratibu wa misaada chini ya kampuni ya Moses watoto wake walirudi kwake. Juma aliendelea na masomo yake kwa msaada wa Moses, na Saida akawa sehemu ya familia tena. Moses hakumchukulia kama ombea msaada, bali kama mama. Mara nyingi aliwaambia watu, siri ya mali sio kujilimbikizia, bali kutumia kubadilisha maisha ya wengine. Amina aliishi maisha yake ya baadaye kwa furaha, na kila mara alipokuwa akitembea akiona ombaomba barabarani, alisimama akakumbuka siku ile mvua ilinyesha, na moyo wake uliamini kwamba miujiza ipo. Funzo, usimdharau mtu kwa sababu ya hali yake ya sasa. Kila mtu ana historia, kila mtu ana thamani. Mali ya kweli haipimwi kwa magari au majumba, bali kwa kiwango cha maisha unayobadilisha. Tumaini haliishi, mtu mmoja anaweza kuwa daraja lako kutoka gizani hadi kwenye mwanga. Asante sana kwa kufuatilia simulizi hii mpaka mwisho. Je, uliweza kupata funzo lolote? Tuandikie maoni yako hapo chini, tungependa kusikia kutoka kwako. Usisahau kusubscribe, kwa sababu kila wiki tunaleta simulizi ndefu zaidi zinazogusa moyo, kukuburudisha na kukuelimisha pia. Share video hii kwa marafiki na familia yako, huenda ikawapa moyo na matumaini. Mpaka wakati mwingine. Thank you for your time, don't forget to subscribe to my channel and leave a comment giving your opinion and like the video and you will be blessed.